Kabla giza kuingia kijijini kwetu, kulikuwa na amani kubwa. Watu walikuwa na furaha. Chifu mzee alikuwa mwenye hekima, aliyejali kila mmoja. Watoto walicheza mitaani bila hofu. Wazazi walifanya kazi zao kwa utulivu. Hakuna aliyefikiri kwamba siku moja damu ingetawala mitaa ambayo zamani ilikuwa na nyimbo za furaha. Lakini yote yalibadilika polepole pole, kama maji ya mto yanavyogeuka bila mtu kutambua. Katika kipindi hicho cha amani, mimi kijana, nilikuwa kijana niliyekuwa nimeshamaliza masomo yangu ya msingi na kupata diploma yangu. Mama na baba waliniambia kuwa ndoto yangu haitakiwi kufia kijijini. Walijua kuwa kijiji chetu kilikuwa na shida kubwa ya afya watu walikufa kwa magonjwa madogo tu kwa sababu hakukuwa na hospitali wala daktari wa kweli. Wakanitazama kwa macho yenye matumaini, wakasema, mwanangu, nenda mjini soma udaktari, ukirudi utakuwa msaada kwa kila mmoja humu kijijini. Nilikuwa tayari na mke wangu, tulikuwa tumebarikiwa na mtoto wetu msichana mdogo wa miaka mitano. Niliwaahidi kuwa nitarejea nikiwa mtu wa kusaidia maisha yao. Wazazi wangu waliuza kila walichoweza kuuza. Waliuza ng'ombe, waliuza mashamba, waliuza hata mbuzi waliokuwa wamewafuga kwa miaka mingi. Walikonda na kukubali mateso ili mimi nipate nafasi ya kusoma. Nilimwangalia mke wangu kwenye macho, nikamwambia, nitaenda kusoma, nitarejea. Nitawachukua, muishi maisha bora. Mtoto wangu alinikumbatia akaniambia, baba, urudi haraka. Nilibeba maneno hayo kwenye moyo wangu, nikatoka kijijini nikiamini kila kitu kitakuwa sawa. Lakini baada ya kuondoka yangu tu ndiyo ilibadilisha yote. Mwana wa chifu aliyekuwa na moyo wa tamaa na uchoyo Alianza safari ya giza toka akiwa mdogo. Alikuwa hapendi kuona mtu yeyote akisimama juu yake, alikuwa na hasira na roho ya kutaka kutawala kila kitu kwa nguvu yake mwenyewe. Alikuwa akifanya vitendo vya ajabu, lakini sikuwahi kufikiria kuwa siku moja angemwaga damu ya baba yake mwenyewe. Alipoona baba yake bado anasifiwa na watu, aliamua kutafuta nguvu za giza. Akaenda kwa waganga wenye mizimu, wakampa siri ya kupata utawala na nguvu za kutawala watu bila kuulizwa chochote. Wakampa kijiko cha giza, kijiko kilichoongea, kilichoruka hewani kama ndege, kilichonyonya damu na kuleta mauti. Siku moja alimuua baba yake bila huruma, akakalia kiti cha uongozi bila heshima, bila machozi wala huruma. Akatoa sheria mpya, sheria za giza. Hakuna mtu atakayekataa chochote akisema, hakuna atakayejificha, hakuna atakayeondoka kijijini bila ruhusa yake. Kila aliyejaribu kuondoka Kijiko kilifuatilia juu angani kikamkamata na kumuua. Wengine walichukuliwa na kutupwa migombani, wengine walipelekwa kwenye vyumba vya giza vilivyokuwa chini ya ardhi, wengine walifanywa watumwa wa mizimu. Walifanya kazi bila kulala wala kula. Kulikuwa na vilio kila kona na hakuna aliyethubutu kusema hata neno moja. Lakini mwana wa chifu hakutosheka na damu ya watu wa kawaida. Alianza kugusa maisha yangu moja kwa moja. Aliamua kumchukua mke wangu ambaye alikuwa akijulikana wazi kuwa ni mke wangu. Alituma watu wake kwenda kumchukua bila kuuliza. Hakukuwa na nafasi ya kukataa. Wazazi wake walilia kimya. Machozi yao yalianguka. Lakini hawakuwa na uwezo wa kusema hapana, kwa sababu kila anayekataa kufa. Mke wangu alijua kuwa akisema hapana, kijiko kitamchoma kichwani na kumaliza maisha yake papo hapo. Akaenda kwa nguvu, akawa mke wa dikteta wa kijiji. Lakini hakusimama hapo tena. Baada ya miaka michache alipomuona binti yangu amekua na kuwa msichana wa miaka kumi na nne akapanga kuwa mchukue kama mke wa pili, bila aibu, bila huruma, bila heshima kwa mama yake. Binti yangu akauzwa kwa nguvu, akawa mke wa pili wa mtu aliyemuua baba yake ili hatawale kijiji, mume wa mama yake mzazi, mtu yule yule aliyebadilisha mkoa wetu. Kijiji kiliendelea kuteswa. Kila usiku, kijiko kile cha giza kiliruka juu ya nyumba kama kivuli cha kifo. Watu walilala kwa hofu isiyoelezeka. Wengine walikufa kimya kimya, bila kelele, kana kwamba pumzi yao ilizimwa na giza lenyewe. Wengine walipotea migombani, huku mizizi ya hofu ikienea kila pembe ya kijiji. Wengine walipelekwa kwenye vyumba vya giza, roho zao zikitumikishwa na mizimu kama watumwa, bila tumaini la kuachiwa huru. Usiku kucha kulikuwa na sauti za mayowe, vilio vilivyopiga vibao vya giza, watu wakilia, wakipiga kelele za kuomba msaada, lakini hakuna aliyethubutu kumwamsha jirani yake. Maana yeyote aliyethubutu kuuliza kilichotokea, mwili wake ulionekana asubuhi ukiwa baridi, ukiwa kielelezo cha adhabu ya usiku. Siku moja mtu mmoja kutoka kijijini alijaribu kunipigia usiku. Sauti yake ilikuwa dhaifu, ilitetemeka na maneno yake yalikuwa mafupi, yakiwa yametetemeka kwa hofu. Alisema, Anko Sekalema, hapa kwetu hakuna tena amani. Tangu chifu afe, mkeo, binti yako wote wamechukuliwa na mwana wa chifu ambaye leo ni chifu Kabla sijamaliza kusikia sauti yake yote, ghafla nikasikia kitu kizito kikipita hewani karibu na simu yake, kama upepo mkali unaovunja anga. Halafu simu ikakatika. Sikujua kilichotokea. Sijui kama simu iliharibika au umeme ulikatika au kama kitu kingine kilimpata. Sikujua chochote na sikusikia nini kabisa alitaka kuongea. Moyo wangu ulijaa hofu isiyoelezeka. Kwa muda mrefu nilijaribu kupiga tena, mara nyingi, lakini hakuna mtu aliyewahi kujibu. Kila jaribio liliisha kwa huzuni na hofu ya kutokujua. Wote walikuwa na hofu ya kutamka jina la mwana wa chifu. Hakuna aliyethubutu kusema ukweli. Kila sauti iliyojaribu kufikishwa, ilizimwa na hofu kubwa. Nilijaribu kuwakumbusha wazazi wangu, lakini maneno yao yalikuwa mafupi ya hofu: mwanangu, usije, mambo si salama huku. Kwa muda mrefu nikatuma pesa, walipokea, lakini hawakuja mjini, na nikapiga simu mara nyingi, ili nijue shida ni nini, lakini hakuna aliyeniambia ukweli wote walikuwa na hofu ya kufa. Nilipogundua kuwa hakuna mtu wa kuniambia kinachoendelea, nikasema sasa lazima nirudi kijijini mwenyewe nione nini kinachoendelea. Lakini nakumbuka mama aliniambia, mwanangu huku usije, maana alisiopoa. Je, unawaza nini kitatokea nikirudi kijijini? Nipe shauri lako, nifanyeje?